Na kwingineko ni kwamba wasimamizi wa hospitali ya Mediheal wameelekea mahakamani kupinga upekuzi wa maelezo ya wagonjwa wa figo kwenye uchunguzi wa serikali unaoendelea. Mawakili wa hospitali hiyo wakitaka mahakama kutoa mwongozo wa namna taarifa za wagonjwa wa figo na waliotolewa viungo hivyo kwa matibabu zitakavyohifadhiwa wakati wa uchunguzi. Gatete Njoroge ana arifu mengi. Baada ya kuagizwa na tume huru ya kuchunguza madai ya biashara haramu ya uuzaji viungo katika hospitali ya Mediheal, usimamizi wa hospitali hiyo mapema leo uliwasilisha stakabadhi za wagonjwa walionufaika na matibabu ya figo pamoja na wale waliotoa figo zao kati ya mwaka 2020 na mwaka 2025. The the uh, uh, Katwa anasema kando na kuwasilisha stakabadhi hizo, hospitali ya Mediheal pia imeelekea mahakamani ikitaka agizo kutolewa kuhusiana na namna ripoti za wagonjwa zitatumika na kamati hiyo kuhakikisha haki za wagonjwa zimezingatiwa we've had to file a case in eldoret high court uh, where the hospital is based and our desire is that uh, that issue be determined in terms of the handling access to information and protecting the patients uh, confidentiality and so even in submitting the documents today we have given out the documents on that understanding Kamati ya watu kumi na tatu iliyobuniwa na waziri wa afya Aden Duale kuchunguza madai ya biashara haramu ya uuzaji viungo katika hospitali hiyo inatarajiwa kuzuru Mediheal. Uchunguzi huo unafuatia ripoti za baadhi ya vijana waliodai kulipwa kutoa figo na kutupiliwa mbali kwa ripoti ya hapo awali iliyodaiwa kukosa kuonyesha hali halisi. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.